Naitwa Dr. Benedict Mwampashi ni daktari bingwa wa dawa za usingizi pamoja wa na wagonjwa mahututi katika Hospitali ya Rufaa ya Mkoa wa Iringa. Katika hospitali yetu tunav vitengo viwili ambao wanafanyazo kazi hasa, ambavyo ni kitengo cha upasuaji, yani theater pamoja na chumba cha wagonjwa mahututi au ICU. Sasa kwa haya maeneo mawili, tukianza na chumba cha wagonjwa mahututi, ni sehemu ambao tunapokea wagonjwa ambao wamezidiwa Aidha wametoka kwenye wodi za kawaida, lakini hali zao zinapobadilika na kuhitaji uangalizi wa karibu zaidi, basi tunapokea katika jengo letu la wagonjwa na watoto. Lakini pia wagonjwa wengine ambao wanatoka kwenye chumba cha upasuaji, ambao labda wamefanyiwa upasuaji mkubwa au wamechelewa kuamka kutoka kwenye dawa za usingizi, basi huwa tunawapokea katika chumba hiki kwa ajili ya kuwatazamia kwa muda baada ya upasuaji wao. Aidha kwenye jengo hili au chumba hiki cha wagonjwa mahututi tunazo mashine mbalimbali ambazo kwa msaada wa serikali tumefanikiwa kupata mashine zile zinazotusaidia watika hao wagonjwa na kuwatazamia kwa ukaribu maendeleo yao toka wanapoingia mpaka siku wanaotoka. kwa tunazo mashine ambazo zinatusaidia kuona mapigo ya moyo ya mgonjwa, kuona viwango vya oksijeni kwenye mwili wake, kuona kiwango cha pressure ya mgonjwa, kwa tunazo mashine ambazo <coughs> kwa ujuma zinatusaidia kutupa picha harisi ya maendeleo ya mgonjwa tangu walipoingia kwenye chumba cha upasuaji. Lakini inapotokea wagonjwa wengine wa wamezidiwa kiasi cha kushindwa kupumua, tunazo mashine za kisasa ambazo zinatuwezesha kuwasaidia wagonjwa hao waweze kuendelea kupumua au kupumua au machine, kwa usaidizi wa mashine na ventilator mashine, kama mtaziona kwenye baadhi ya picha zilizoonyeshwa inaweza kutusaidia kutoa uh, drip kwa wagonjwa kwa kiwango ambacho mgonjwa, ni sahihi kwamba kama mgonjwa anatakiwa kupata mililita tano ndani ya masaa mawili, basi tunazo mashine ambazo zinatuwezesha kuweza kusaidia kumpatia mgonjwa hicho kiwango cha maji ndani ya muda uliotajwa. Tunazo mashine za kutusaidia kuangalia wagonjwa ambao wamefika labda wamepata ajali, tunataka kujua ameumia kwa kiasi gani. Sasa tunao mashine ambayo inakurahisishia kuweza kumchunguza hapa hapa ndani ya hiki chumba cha wagonjwa mahututi na kupunguzia muda wa kwenda kwenye vyumba vya kufanyia vipimo zaidi. Lakini pia tunao uh, wahudumu na tunao vitanda vya kisasa ambao vinatuwezesha kuhudumia hawa wagonjwa kwa ufanisi na urahisi. Vitanda ambavyo viko na urahisi wa kuviendesha kwa maana kwamba viko vimeunganishwa na umeme na ni rahisi kuvitumia na vinakuwa ni vitanda rafiki kwa mgonjwa na ni rafiki pia kwa mtu wa huduma. Mbali na hayo kwenye jengo letu la chumba cha upasuaji tunafanya operation nyingi kuanzia za watoto wadogo mpaka wazee. Sasa hizo operation zetu zinapofanyika huwa tunahitaji kuwa na mashine za kisasa pamoja na dawa na vifaa tiba ambavyo vinaturahisishia kutoa huduma pamoja na kufanya mazoezi ya upasuaji katika, au kufanya upasuaji katika njia ambayo ni salama zaidi kwa wagonjwa kwa moja ya mashine ambazo tunazo ni mashine mpya kabisa na za kisasa za kutoa dawa za usingizi ambazo zinatusaidia pia muda ambao mgonjwa anatoa dawa za usingizi. Kwanza inatoa dawa za usingizi, lakini pia mashine hiyo hiyo inaweza kumsaidia mgonjwa kuendelea kupumua muda ambao uko kwenye dawa za usingizi. Na kwa sababu ni mashine ya kisasa, inaturahisishia kujua maendeleo ya huyu mgonjwa muda wote toka upasuaji wake unapoanza mpaka upasuaji wake unapomalizika. Kwa hiyo, kwa maelezo haya, tunawakaribisha wananchi wa mkoa wa Iringa na maeneo ya jirani kuja kupata huduma za kisasa kabisa katika hospitali yetu, kuanzia huduma za upasuaji lakini pia kwa wale wagonjwa ambao watahitaji huduma ya uangalizi wa karibu, basi atakutana na watoa huduma ambao wamebobea katika eneo hilo kwenye chumba chetu. Tunazungumza kwamba mimi ni daktari bingwa wa usingizi pamoja na wagonjwa mahututi, na pengine mtu anaweza kuwa anajiuliza daktari wa usingizi anafanya kitu gani? Kama daktari bingwa usingizi kama nilivyoelezea awali nafanya kazi kwenye chumba cha upasuaji lakini pia chumba cha uangalizi wa karibu au ICU. Kwenye chumba cha upasuaji ni daktari ambaye ninamtazama mgonjwa kabla ya kuingia theater au kabla kuingia kwenye chumba cha upasuaji, wakati wa upasuaji na baada ya upasuaji. Kabla ya upasuaji tunamtazama mgonjwa kuona kama anaweza kuhimili dawa za usingizi pamoja na upasuaji wake na anapoingia kwenye chumba cha upasuaji tunahusika kwenye kutoa dawa za usingizi ambazo zitamfanya daktari wa upasuaji aweze kufanya upasuaji wake kwa usalama bila mgonjwa kupata maumivu na bila mgonjwa kupata usumbufu wowote. Na baada ya upasuaji pia tunahusika sasa, kama tulimpa mgonjwa dawa zikamfanya lala wakati anafanyiwa upasuaji, sasa baada ya kumaliza upasuaji inabidi tumrudishe kwenye hali yake ya kawaida, aweze kuzungumza mwenyewe na kupumua mwenyewe na maisha mengine.